ani kwangu kutoka kwa Stephen Leto tunaungana naye Gatete Njoroge akiwa kaunti namba 43 ambaye uh, akishirikiana na Crispin Otieno wakifuatilia uchaguzi mdogo wa eneo la Kasipul huko Homa Bay. Gatete, ni yapi yanaendelea kwa sasa matayarisho ya IEBC? Asante sana Swale, leo tunakuja moja kwa moja kutoka katika mji wa Oyugis. Hapo awali tulikuwa katika shule ya Agorosare na pale ndipo ambapo shughuli ya kuweza kujumuisha matokeo ya uchaguzi kutoka vituo mbalimbali utakuwa ukiendelea na ni pale ambapo Alhamisi jioni basi mshindi wa uchaguzi, wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kasipul ataweza kutangazwa Swali. Lakini kwa sasa tumekuwa tunazunguka maeneo tofauti tofauti, tumezunguka eneo la Sikri, na hivi sasa tumetoka eneo la Central Kasipul kuweza tu kutazama hali ilivyo na kuweza kusikiza maoni ya wananchi kuhusiana na shughuli nzima itakayokuwa ikiendelea hapa siku ya Alhamisi. Swale wengi ambao tumeweza kuzungumza nao wana neno moja tu kura ya amani kura ya amani hilo ndilo ujumbe ambao tunapata kutoka hapa Kasipul wakazi wanasema wako tayari na kwamba wamedumisha amani na kwamba wanasubiri hadi siku hiyo ya alhamisi wakati ambapo wataweza kupewa fursa ili kuweza kuchagua mbunge ambaye ataweza kuwawakilisha kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027 kando na masuala hayo babu pia tumeweza kuzungumza na mkuu au kamanda wa polisi kaunti nzima ya Homa Bay Lawrence ambaye ameweza kutueleza ya kwamba hivi sasa kutoka mwendo wa saa nane hivi swale, kutakuwa na mkutano wa maafisa wakuu wa usalama ambao wataketi ili kuweza kujadili swala zima la usalama kuhakikisha ya kwamba shughuli hiyo itakapokuwa ikiendelea hakutakuwa na ghasia zitakazoshuhudiwa zitakazo. Tumeweza kufahamishwa kwamba kila kituo cha kupiga kura au ile polling station itakuwa na maafisa wawili wa polisi na eneo la kujumuisha pale la katika shule ya upili ya Gorosare, kutakuwa na maafisa wa polisi 100 watakaohakikisha ya kwamba usalama unadumishwa. Kando na wale swale, kutakuwa pia na maafisa wa usalama watakaokuwa wakishika doria eneo zima, uh, eneo bunge zima la Kasipul watakaokuwa wakizunguka na kuhakikisha ya kwamba wananchi watakaokuwa wakielekea kupiga kura hawatakuwa uh, na tashwishi wala uoga wa kuelekea maeneo yale, kwa ajili usalama utakuwa umedumishwa. Unapotazama tu kando yangu, ni kwamba wakazi wengi, piga picha yangu, anaweza kuonyesha tu ni wakazi wengi ambao, uh, wamefika kuona kazi yetu, lakini hawa ndio wengi ambao wanatueleza swale ya kwamba wako tayari kwa uchaguzi na ya kwamba wanaamini uchaguzi utakaofanyika swale utakuwa uchaguzi utaozingatia swala la amani. Labda tuzungumze tuna mmoja e, utueleze vile ambavyo umejiandaa kama wakazi na swala la amani lipo ko vipi? Asante sana majina. Kwa majina, naitwa Samora Machel ni mkaaji wa hapa Kasipul. Tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi, kampeni imefanywa kwa njia ya amani ule ambaye atachaguliwa kuongoza Kasipul, tunaomba tu atusaidie kwa njia ya kujenga barabara, mambo na maji. Uh, na pia kuleta amani katika constituency ya Kasipul. Asante sana. Swale, najua kuna wenzangu wengi kule magarini ambao bado pia wanasubiri ili kuweza tukiwajuza watazamaji wetu. Tutakita kambi hapa. Najua ni wengi wanataka kuzungumza Swale, bali tutazungumza nao tupate man, ma, ma, maono yao na haya ndiyo ambayo tutakuwa tukiwajuza watazamaji wetu katika taarifa zetu za mwendo wa saa kumi, saa moja na saa tatu usiku Swale. Gatete Njoroge huyo akiwa huko Kasipul kaunti namba 43. Sasa tuelekee kaunti namba 37 kwake